Tunazimulika dhana ya Msaragambo, lakini pia dhana ya Kariongo, na katika kuliangalia hili, urafi huu una maana gani na tafsiri yake. Nipo hapa na mkurugenzi mtendaji eh, wa TASAF eh, Shedrack Mziray eh, tunafahamu kabisa hizi dhana mbili watu watakuwa wanajiuliza kwa nini tumeamua kukualika mkurugenzi mtendaji, zina maana gani na zina tafsiri gani katika kuhakikisha kwamba kaya maskini zinakuwa zinainuka kiuchumi, lakini tuangalie hii dhana ya Msaragambo. E, kwanza labda nikianza, kabla tujaangalia dhana, ni kwa namna gani msiba huu umekugusa kabla tujaelekea kuangalia hizi nuani mbili? Uh, nashukuru na sana mtangazaji um, Bwana Anwai kwa, kwa kunipa nafasi hii uh, kwanza kabisa nasema napenda kutoa pole nyingi kwa Watanzania wote kwa ujumla kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dakta Samia Suluhu Hasani, ambaye tutakuwa naye leo katika kumwaga mpendo wetu hayati asidi uh, Msuya. Uh, kama ulivyosema, uh, uh, mimi na binafsi namkumbuka na, na uh, uh, hayati sidi Msuya Uh, kwamba uh, mimi ni, kwanza niseme, ni declare kwamba ni, ni mwenyeji wa huku Upareni. Kwa hiyo uh, mimi nimesoma huku miaka ya themanini shule ya msingi, ambapo uh, marehemu alikuwa ni, ni kipindi hicho waziri mkuu. Nakumbuka miaka ya themanini mpaka tatu, 84 alikuwa waziri mkuu uh, kwa hiyo tukiwa wadogo kabisa anakuja huku uh, anahimiza maendeleo na, na dhana kubwa ambayo umeizungumza hapa, dhana ya Msaragambo ni dhana ambayo alitembea nayo kwamba maendeleo yanaletwa na wananchi e, wenyewe. Lazima kuwepo na maendeleo ya, ya, ya kudumu na maendeleo endelevu, lazima kuwe na ushirikishwaji wa wananchi, wananchi wenyewe waweke vipaumbele vyao, a, na washiriki katika kutekeleza hicho kipaumbele ambacho wamekichagua. Kwa hiyo dhana ya huku ilikuwa ni Msaragambo, na hata shule ambayo nimesoma mimi uh, imejengwa miaka ya sabini na nane huko imejengwa kwa Msaragambo, nguvu za wananchi kufyatua matofali, kushiriki katika kazi zote za ujenzi, wakati serikali ilikuwa inachangia katika vile vifaa vya mwisho tu kama mabati na nini, lakini kazi zote zilikuwa zina ushiriki wa wananchi. Uh, hata barabara ya kuelekea shuleni, barabara za vijijini huku uh, nyingi ukiziona ni milimani huku, lakini zimejengwa kwa ushiriki wa wananchi na, na hiyo ni dhana ambayo hata sisi katika mradi wa TASAF uh, ndio ambayo kwa kweli inaongoza kwamba Uh, lazima shughuli uh, za miradi ambayo tunatekeleza sisi uh, vipaumbele vyake lazima viwekwe na wananchi wenyewe, wachague waseme, ili eneo uh, tunahitaji uh, labda hatuna huduma ya shule au huduma ya afya uh, wakishai, uh, sema kwamba ni kipaumbele chao uh, na gharama za mradi wao asilimia kumi lazima ishirikishe jamii. Eh, kwa hiyo hiyo ni dhana ambayo Sidi Msuya alikuwa ameisisitiza ame, ame sana, na ambayo sisi kama mradi wa TASAF tunaiendeleza sana, na kwa kwa upande wa wa wa huku kwetu uh, tarafa ya Usangi wilaya ya Mwanga ni dhana ambayo maeneo mengi sana uh, unakumbuka uh, watu wengi wanasema mkoa wa Kilimanjaro umeendelea sana Eh, kwa mambo ya elimu lakini ni vitu ambavyo tumevianza siku nyingi eh, kwa waasisi wetu hawa wa wilaya yetu hii walisisitiza sana mambo ya maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo tangu miaka hiyo kupitia dhana ya msaragambo ah, shule nyingi zimejengwa kwa ushiriki wa wananchi wenyewe, nguvu zao na serikali ikichangia, na yeye ya akisimamia ya maendeleo ya wilaya yetu hii ya, ya Mwanga. Kwa kweli kwa, kwa hilo tunamkumbuka tuna sana na ni jambo ambalo tunaendelea uh, dhana ambayo tunaiendeleza kama nilivyosema, kupitia miradi yetu hii ya TASAF, kwa, kwa mfano kwa, kwa, kwa shule uh, ambayo nimesema ilijengwa minaiboresha sana uh, tunaboresha pale madarasa manne uh, ofisi mbili za walimu, lakini vile vile barabara ya kuingia katika hiyo shule uh, kwa kushirikisha wananchi uh, na mpaka sasa hivi tumeshakamilisha nyumba moja ya mwalimu na madarasa mawili na miradi mingine inaendelea, na vile vile tuna mradi mwingine wa Mgagao, kuna kijiji kinaitwa Mgagao, Bweni la wanafunzi tunashirikiana na halmashauri pamoja na wananchi katika ku kuendeleza dhana hiyo ya, ya msaragambo. Vijana sasa hivi wanaweza kwa kujiuliza, e, Hayati Msuya CD alikuwa nawezaje na viongozi e, wengine wakati huo pia namzungumza na baba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu tunamzungumza sasa hivi. Hayati Msuya alikuwa nawezaje kuwahamasisha watu waje tuchimbe tuanze e. Katika dunia ya sasa najua mnafanya, lakini inawezekana si kile kama ilivyokuwa inafanyika zamani. Ilikuwaje? Ni kweli kabisa. Uh, kulikuwa na uhamasishaji mkubwa. Kwanza uh, ni kule kuwaamini viongozi wetu kwamba wanachokisema uh, kweli kina manufaa kwetu na wananchi, na, na, na, na walikuwa na kiu ya maendeleo wakati huo. Miundombinu ya elimu uh, ilikuwa bado iko chini sana, na wakati huo kwa kweli watu wengi bado walikuwa wanaishi vijijini na, na, na, na, na kwa hiyo kulikuwa na kila familia inaona umuhimu wa, wa kupeleka watoto shule, huduma za afya. Kwa hiyo ukiwahamasisha wananchi na wanaona ni hitaji lao kweli, na ukawasimamia vizuri, na dhana nzima ikaelezwa kwa viongozi wote, kuanzia viongozi wa kijiji, wakati huo vijiji vilikuwa ni vijiji kweli kweli, na wananchi kweli walikuwa na mwamko, kitu ambacho kidogo kidogo kinaanza kupotea kina, kinaanza kupotea uh, ingawa bado sisi tunakisisitiza uh, lakini kitu ambacho uh, kwa kweli bado inabidi bado kama kama nchi eh, bado inabidi tuwakumbushe vijana wetu kupenda kufanya kazi za mikono uh, kushiriki katika maendeleo yao wenyewe. Maendeleo hayaji uh, kwa kuachia tu kwamba serikali itafanya serikali itafanya. Serikali ndio ina mchango wake mkubwa, lakini sisi kama kweli wahitaji na ambao tunahitaji hizo huduma Eh, ni muhimu tuone umuhimu wa hizo huduma na tushiriki katika, katika kutekeleza eh, shughuli hizo, tusiachie serikali peke yake eh. Kwa hiyo ule ushawishi wa viongozi ulikuwa ni mkubwa sana eh, na vijana kweli walikuwa na usikivu eh. Kwa hiyo ni jambo ambalo kama jamii inabidi turudi tuanze kusisitiza wananchi kwamba, naona hata hivi mnavyoviona vilifanyika kwa ushiriki wa wananchi tusiseme serikali kila kitu, serikali serikali. Sawa, lakini wananchi wanao mchango wao na wenyewe katika kuleta maendeleo. E, mkurugenzi mtendaji e, tumekualika hapa kwa sababu tumeangalia e, taasisi ambayo inaongoza TASAF inaendana sana na urafiki wa e, Cleopa David Msuya hayati ambaye tunaye leo tunakwenda kukumzika na kumkumbusha katika kazi yake e, kabla tujaenda katika anwani yetu e, ya pili swala la Kariongo e, alikuwa anasisitiza sana kwamba lazima uwe na matumizi sahihi ya fedha. Kuna wakati nilifanya naye mahojiano alisema hawakunielewa niliposema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Ehe, sasa he, hii dhana alikuwa anamaanisha nini? Mike Osilio akasema bwana ukija pareni huko mnajua na mzirai kidogo fedha unazijua wabahili wale. Alikuwa na tafsiri gani katika na uchumi hawa? Sasa pale bahili <laughs> <laughs> lakini ni, ni katika dhana hiyo unayosema ya ya ya, ya, ya manu, matumizi sahihi ya, ya fedha. Kwanza nakumbuka wakati ule alikuwa anasisitiza kwamba uh, lazima wewe, kwa sababu uchumi unaanza kwenye familia uh, wewe kama familia uh, lazima unapoanzisha familia uhakikishe kwamba ni familia ambayo unatengeneza familia unayoweza kuimudu kiuchumi. Usiseme kwamba unakuwa na watoto watano, sita, saba, nane alafu serikali ita ita ita itahudumia ita, ita, ita, ita, ita, ita. Hapana, wewe kama kama kama kama familia lazima uwe na familia ambayo una uwezo wa kuhudumia. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa dhana yake, basi nasema kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe, ikaleta taharuki kubwa, lakini essence ilikuwa ni hiyo, uwe na familia ambayo unaweza kuihudumia <laughs> na ni dhana ambayo kwa kweli bado e, ipo inabidi e, watu waitumie. usema wapare wa baili wa hapana <laughs> ni katika dhana hiyo lamatuzi. Na sisi katika mpango wetu wa TASAFU tunashughulika tuna na kaya uchumi wa kaya, kaya ambazo ziko katika kipato cha chini, tunajaribu serikali inajaribu ku, imeleta program ya kuzisaidia zinyanyuke Unafahamu uh, asilimia uh, ishirini na sita point, pointi nne ya Watanzania ni maskini sana. O, serikali inajaribu kupigana hivi vita kwamba kila, na uchumi unaanzia kwenye kaya hizi. Kwa hiyo tunaziwezesha, tunazipa ruzuku, tunalipa uh, afua mbalimbali ili mbali, ziweze kunyanyuka. Lakini mbali na hilo, kila tunapozipa fedha tunawapa namna ya kuzitumia, yaani tunasisitiza matumizi sahihi ya ile kaya kwamba kiasi fulani hakikisha unaweka kwa ajili ya matumizi ya kawaida, lakini kiasi fulani lazima uanzishe kashughuli kakiuchumi e, ili una, kama unanunua kuku uanze kufuga kuku, kama unanunua mbuzi uanze kufuga mbuzi e, ili kidogo kidogo uanze, e, kutoka katika huu maskini. Kwa hiyo ni dhana ile ile, matumizi sahihi katika yanaanzia katika kaya ndio unaenda mpaka serikali kuu inaanzia huku, inaanzia chini, kwa ndio dhana ambayo sisi tuna tunaisisitiza matumizi sahihi ya kaya kidogo tunachokupa ujaribu kibudget. Ah, Reo, uliza mtendaji sasa tulekea katika Kariongo, na mimi mtazamaji wote anajiuliza Kariongo nini. Katika urafi pia, wa hayati Cleopa David Msuya alihamasisha katika swala zima la Kariongo, na limekuwa likizungumzwa sana hapo jana, hata jana tulipokuwepo katika maeneo mbalimbali pale Mwanga chini, tulipokuja huku katika tarafa Usangi limezungumzwa Kariongo, Kariongo. Kariongo alikuwa anamaanisha nini hayati Msuya? Kariongo ni dhana nzima ya, ya, ya umuhimu wa elimu elimu, yani elimu kwa Kariongu, kwamba kila kitu, tumia akili. Unaona, tumia akili ndio kitu alicho kusema, kila tumia akili. Sasa tumia akili. Kwa hiyo sisi uh, huku uh, Sidi Msuya alihamasisha sana familia kupeleka watoto wake shule, ndio maana wananchi kujenga mashule huku kuna shule nyingi sana za sekondari eh, nyingi. Dhana ya shule za kata huku, siku nyingi tulishaanza shule za kuku. kwa hiyo familia nyingi zilipeleka watoto wake wao shule, mmoja wapo ni mimi eh, tusistizwa shule eh, tumekwenda shule. Na ukiangalia uh, wilaya yetu ya Mwanga hii, tarafa yetu ya, ya, ya Usangi ina wasomi wengi sana, imetoa wasomi wengi sana wengi sana kwa kweli, na ni kupitia dhana hiyo kwamba sisi wilaya Mwanga, uchumi wetu, hatuna uchumi hatuna madini e, zamani tulikuwa na iliki kidogo nani, lakini uchumi wetu mkubwa unategemea watoto wapate elimu bora waweze mwisho wa siku kuja kusaidia familia zao, ndio dhana nzima. Hata serikali sasa hivi inasisitiza elimu elimu, elimu elimu kwa, kwa familia, na sisi katika mpango wetu wa, wa, wa, wa kunusuru kaya maskini tunazungumzia, tuna swala kiingereza linaita human capital eh, yaani yani msingi wako ni rasilimali watu. Nashukuru rasilimali watu kwa hiyo ndio maana tumeweka katika ile fedha tunaowapa, tunasisitiza kiasi fulani tutakuongezea kama utahakikisha watoto wako wamekwenda shule, utahakikisha watoto wako wame, kwa under five watoto chini ya miaka mitano wamepata huduma za za, za, za afya wamekwenda wamechekiwa afya zao. Kwao tunasisitiza mwisho wa siku, tunataka watoto wao kwa hawa wawe ndio msingi wako wa kukusaidia baadaye, wapate elimu bora, na serikali bahati nzuri kwa, kwa imerudi katika miaka ile ya nyuma, elimu ilikuwa bure, darasa la kwanza mpaka ilikuwa elimu bure, na ndicho kinachotokea sasa hivi elimu bure. Kwa hiyo ni, ni familia yenyewe sasa, unawasimamia vipi watoto wako eh? waweze kuhudhuria shule vizuri, wafanye vizuri katika masomo, kwa sababu serikali inakusaidia. Kwa hiyo wewe tu ulichobakiwa nacho ni kuhakikisha watoto wako kweli wanakwenda. kwa hiyo kariongo ndio hiyo kwamba watoto watu wapate elimu, wakipata elimu kila jambo wanalofanya watumie akili e, watumie akili kutokana na elimu waliopata watumie akili. Kwa hiyo asema hapa kariongo Hey, kariongo bongo. Bongo. Bongo. Eh, kariongo bongo. Labda mimi naongezea leo kariongo bongo. Tuhitimishe. Yes. Naona mja wetu unatutupa mkono hivi sasa mkurugenzi mtendaji. Hebu tuliangalie sasa katika urafi ambao tumeupitia hizi e, eh, anwani tatu e, tukianza na Msaragambo tukienda katika matumizi sahihi ya fedha na hivi sasa kariongo. Yapi unawaambia e, wa Tanzania? Hususan ni vijana kwa sababu hivi sasa tunaambiwa e, nusu karibu ya Tanzania sensa mwaka 2022 ni vijana, ni vijana. Unawaambia nini hawa? Yapi ya kuyaenzi muhimu ya hayati CD Msuya? Nzuri sana. Um, cha kwanza unajua, juzi juzi hapa juzi tulifanya ziara Afrika Kusini kule, na wenyewe wana programu kubwa ya, ya, ya, ya ajira, lakini ajira za nguvu kazi, wanaita expanded public works kwa vijana eh. lakini zina, kazi nyingi ni za mikono, ushiriki wa jamii kariongo Eh, msaragamu ushiriki wa jamii ni dhana ambayo vijana, maana kule kuna vijana siku hizi wanataka kushika simu tu pia, pia, pia, wanaperuzi no, no, no. Lazima turudi kwamba jamani, maendeleo lazima kuwe na ushiriki wa wananchi, tusaidiane na serikali eh, jambo linafanyika, tunataka eh, kufanya usafi katika eneo letu eh, tunataka kurekebisha barabara yetu eh, shule ina, imekuja pale tushiriki yaani, ushiriki e, kusiwe na siasa hapa katika kushiriki, e, maana wanasema wapiga kura yangu. Kama jambo ni la kushiriki, lazima wananchi washiriki kama moja ya a, nao kujitoa katika maendeleo ambayo yanawasaidia. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, dhana ya matumizi sahihi ya fedha eh. Lazima tusisitize kwamba kidogo ambacho unakipata kidogo ambacho unakipata, hakikisha kwamba unakitumia katika mambo yale ya msingi. E, tusiseme wapare wabaili. Hapana, lazima utumie katika mambo yale ya msingi kama alivyosisitiza CD Msuya. Familia, tuanzishe familia ambazo kweli tunaweza kuzimudu, e, tunaweza kuzimudu. Tusiseme kwamba serikali ina elimu bure kwa hiyo watoto A, serikali itasomesha. No, anzisha familia ambayo unaweza kuimudu e, ili mwisho wa siku watoto, huwezi kuwasimamia wasome vizuri, pate elimu nzuri eh, wapate chakula nutrition vizuri eh, wale vizuri, familia ambayo unaweza kuimudu, ndicho kitu ambacho Sidi Msuya by then hakueleweka, lakini ndio dhana ambayo alikuwa anatembea nayo. Cha tatu ni hicho, tusisitize katika kuanzia ngazi ya familia, tusimamie watoto wetu wazingatie mahudhurio ya shuleni, wazingatie elimu. Tusisitize sana wazingatie elimu, tuwasimamie vizuri watoto wetu wapate elimu bora ili mwisho wa siku taifa liwe na vijana eh, wenye walio na elimu bora, waliopata maelezi bora, walio na uzalendo, kwa sababu Msaragambo ni uzalendo, ni dhana nzima ya uzalendo. Kwa hiyo hayo ni mambo kwa kweli ningependa uh, kama Watanzania especially vijana ambao ndio kundi kubwa katika population yetu sasa wa sasa hivi wayakumbuke yeah. na, na, kwa hiyo hayo ni maga lakini eh, kwa kweli nipende kutoa pole sana uh, tena kwa uh, Wanamwanga, kwa Watanzania kwa ujumla, kwa kuondokewa na kiongozi, na nisisitize kwa Wanamwanga tuendelee kuwa na mshikamano ule ule, kwa sababu ni kiongozi ambaye wote tulikuwa tunamwangalia. Ukitaka kufanya jambo fulani ambalo ni kinyume, tunaogopa hapa, CD Msuya atakemea, lakini hayupo. Kwa hiyo sasa nani wa kumwangalia? Lazima tushikamane, tuendelee kuwa na misingi ile ile, kwamba mambo haya haya na haya, uh, huyu baba wetu wa wilaya hakuwa anayapenda, tuendelee kutembea nayo haya, tusilete tena mi, kusiwe na migawanyiko, mifarakano, bado wanamwanga, tuendelee kuwa wamoja, yeah. Shukuru sana mkurugenzi mtendaji. Na mtazamaji, huyo ni mkurugenzi mtendaji wa TASAF Shedrack Mziray, ambapo alikuwa anamalizia hapo mambo gani ya kuyaenzi katika zile anwani ambazo tumezipitia, kubwa zaidi tukiangalia dhana ya msaragambo.